Mimi naitwa Lukia Mwinyerikong'ande na Alpia, Ngande, natokea Ramadhani. Kwa hiyo nimekuja kwa maana ya kujifunza. Nilisikia matangazo kwenye gari, wanatangaza kwamba leo kutakuwa na huduma za kupima afya, pia kwa habari ya mifugo, kwa habari ya kutoa elimu kwa ajili ya kilimo, na kwa ajili ya mambo ya ardhi, kupima afya. Kwa hiyo nilivyosikia yale matangazo, nimekuja. Kwa hiyo nimekuja kwa maana ya kujifunza. Kwa nimefika hapa, nimependa kujifunza somo la parachichi, kilimo cha parachichi, na wanatoa huduma vizuri, wanafundisha, wanaelekeza madawa ya matumizi ya madawa kwenye parachichi. Halafu pia nimejifunza mambo ya ardhi, kutolewa hati miliki, kwamba watakuja kwa ajili ya kutuhudumia kuhusu kutoa mambo ya ardhi, hati hati, kutupa hati. Halafu pia kuna sehemu ambazo hatujapimiwa tulikuwa tunahitaji tupimiwe ili tuweze kumiliki hati. Kiujumla huduma ni nzuri, ninapenda mimi mwenyewe nimefurahishwa. Kwanza matangazo yalinifurahisha, ndio maana nimetoa nauli yangu, nimepanda gari, nimekuja ili nipate huduma hizo nijifunze pia nini kinachoendelea. Kwa ujumla mahuduma ya hapa ni nzuri, wanaelimisha kuhusu ufugaji pia wa kuku, kwamba mtu unapenda kujifunza kufuga kuku, wanatoa elimu vizuri kwa watu waje wajifunze, ili tuweze kuwa tuishi kwa tusiishi maisha ya mazoea, tuishi maisha ya elimu ambayo itatukomboa kutoka kwenye hali duni kwenda kwenye uchumi wa kati kwa kweli nimependa. Jina langu naitwa Guilia Vegula, nimefurahia sana kusogezwa huduma hapa jirani, na ninajua shida yangu niliyofika hapa lazima nitatekelezewa kwa wakati. Kwa majina anaitwa Ayubu Unduru, ni afisa ardhi ya halmashauri ya mji Njombe ya. Kwa kweli kutokana na hili zoezi bila kuwasogezea huduma wananchi imekuwa ni zoezi ambalo wananchi wenyewe wamefurahi, kwa maana kwa ya kwamba tumewasogezea huduma karibu. Na kwa upande wetu sisi kwa idara au kitengo cha ardhi, ina maana kwamba sisi tunatoa masuala ya kisheria, ushauri wa kisheria kuhusiana na masuala yote ya ardhi, tunatoa bili za kodi ya pango la ardhi, tunasikiliza mtu kama na changamoto za migogoro, malalamiko kuhusiana na ardhi tunaweza kuwashauri pia namna yaku, ya kutatua na kushughulikia mambo mengine kama hayo. Lakini kwa mwitikio mpaka sasa hivi kwa upande wetu, kwa muda huu, tumepata wananchi kama kumi na moja kwa kwa maana hiyo tunashukuru kwa tuna, tuna huduma hii kuwepo hapa karibu. Hata kwa upande wa ardhi pia tunaona watu wengi wamekuja kulipia kodi viwanja vyao. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kwa kweli tunasema ili zoezi ni zoezi nzuri na wananchi wamefurahia huduma. Wakaribisha wananchi. Kwa hiyo tunachoweza kusisitiza au kuhamasisha ni kwamba wananchi waje kwa wingi kwa sababu sisi idara yetu wote tuko hapa tunawasubiri hao wananchi waje tuweze kuwahudumia. Kero, actually kuna kero kubwa ambayo ni sio kubwa kwa maana kwamba kuna mwananchi mmoja ambaye amekuja anasema kwamba kuna jirani yake Kaziba barabara ya kiwanja chake ku, tulimwagiza mpima ili waweze kwenda site kwa ajili ya kwenda kuangalia mipaka ya kiwanja chake, na naamini kwamba utatuzi utapatikana kwa sababu ni swala ambalo la kuangalia tu alama za mipaka ya kiwanja chake. Ya, kwa upande wa kero zaidi, hakuna kero kubwa zaidi ya hiyo. Wengine wamekuja tu kwa ajili ya kuomba ushauri, namna gani ya kupata hati, ushauri wa kumiliki, upimaji upi unakuaji na vitu kama hivyo. na, na kingine unachoweza kusema kuna mtu mwananchi ambaye ana lalamiko lake kutoka wilaya ya Ludewa amekuja hapa pia, tumemhudumia na nimeweza kumshauri pia. Kwa majina naitwa Michael Rasa, ni afisa mapato halmashauri ya mji wa Njombe. Leo tuko hapa kwenye viwanja vya stendi ya zamani kuwasogezea huduma wananchi, ili huduma hizi wazipate kwa urahisi zaidi, kutokana na jiografia eneo eh, letu la kiofisi kidogo liko nje ya mji. Sisi hapa huduma tunaotoa katika meza yetu ni huduma ya utoaji wa leseni za biashara aina zote, leseni aina zote za biashara, ikiwemo na leseni za vilevi lakini za vileo. Lakini vile vile tupo hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya namna ya ukataji wa leseni, na leseni hizi unazipata kwa njia kirahisi sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wafike kwenye banda letu kwa ajili ya kupata leseni zao. Leseni unaipata ndani ya nusu saa baada ya kulipia malipo yako kwao ni rahisi sana, tunawakaribisha wananchi. Lakini vile vile tunapokea malalamiko, kama kuna malalamiko yoyote tunayapokea na tunayafanyia kazi. Lakini vile vile tuna ushuru mwingine, ushuru wa mabango ambao tunayatoza sisi halmashauri ya mji kwao. Tunawakaribisha wafanyabiashara biashara wenye mabango maeneo mbalimbali, waje walipia ushuru wao, tumwasogezea huduma kwa ajili kwa ajili yao, na huduma hii itakuwa ni endelevu kwa maana ya kwamba tulisikiliza kero za wananchi kwamba tuwasogezee huduma na tumewasogezea huduma kwao. Ninawakaribisha sana waje kwenye banda letu. Kwa majina, naitwa Kuruthum Sadick, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Njombe. Siku ya leo tunaendeleza ile siku ya huduma kwa wateja ambayo imefanyika kwa nchi nzima kwa halmashauri ya mji Njombe. Cha kwanza, namshukuru mheshimiwa na Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea fedha nyingi katika halmashauri yetu ya mji Njombe. Tumepokea uh, zaidi ya bilioni 4.9 p na hata halmashauri ya mji Njombe pia tumeweza kutoa mapato bilioni 4.5, na tunapoelekea katika huu mwaka wa mwisho kufunga mwaka wa mwisho wa fedha wa serikali, tumeona kama halmashauri ya mji Njombe tuweze kusogeza huduma kwa wateja kama ambavyo mnaona kwa wateja wetu, tuweze huduma zao, lakini tuweze kupata maoni makubwa kutoka kwao. Tumeweza kufanya kazi kwa mwaka mzima wa serikali wa fedha, miradi mingi tumeweza kutekeleza. Mbeza, sea za afya, elimu, kilimo, mifugo, miradi mingi, lakini pia nichukue pia nafasi pia kuwashukuru wananchi wa halmashauri wa ya mji Njombe pia wameonyesha ushirikiano mkubwa sana kwa mwaka huu, tunapoendelea kumaliza mwaka wa fedha wa serikali tarehe thelathini. Wamekuwa ni watu ambao wana ushirikiano mkubwa tena, wakati huu pia niweze kutoa tili kuwapongeza na pia kuwaomba pia tena kwamba tunaenda kuingia mwaka wa fedha mpya mwezi wa saba, tuendelee kushirikiana na ushirikiano mkubwa ambao wameweza kuuonyesha sana katika miradi. Tunapoletewa fedha, sio si pekee yetu, serikali tutatimiza katika wajibu wetu hapa na hata na wananchi wamekuwa na ushirikiano mkubwa, wanajitoa kuhakikisha hii miradi yao ambayo ipo kwa sababu ni watoto watakaosoma, watoto wao, upande wa kilimo wapate zile huduma za kilimo mborea za ruzuku na kila idara na afya na kupata anili katika upande uh wa afya kuweza kupata huduma bora. Vifaa vingi vimeletwa katika hapa kwa hakuna hata haja ya kuweza kwenda katika mikoa mingine Dar es Salaam au uweze kwenda Mbeya. O, mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru wananchi kwa wa wa kwa ushirikiano mkubwa ambao wametuonyesha. Tuwaombe tena kuelekea kumaliza mwaka wa fedha, mwaka wa fedha mpya wa serikali waweza kushirikiana kwa pamoja. Wanaposhirikiana na wananchi wa halmashauri ya mji Njombe wanakuwa anaua ni miradi yao, tunashirikiana vyema. Kwa mimi niwapongeze kwa ukubwa sana, ni watu ambao ni wanashirikiana, tumeshiriki kwenye miradi ya kujenga hii miradi, wanajitoa kuhakikisha wanafanya maendeleo. Basi hata u mwaka wa fedha unaokuja, tuendelee kushirikiana wote kwa pamoja tuijenge Njombe yetu na pia taifa letu. Katika siku ya leo tunapoendelea kutoa huduma tutakuwepo kwa siku ya leo, siku ya leo mpaka siku ya Jumanne. Kwa hiyo ni waombe wananchi sehemu hii ya leo waje waweze kupata huduma. Kuna huduma za NIDA kuna huduma za afya kuna huduma watapata hapa huduma zote kama tunavyoona wananchi ambao wako hapa, ili waweze kupata huduma zao. Na kikubwa tunataka maoni oh, kutoka kwao, tupate ushauri pia, yale ambayo tumeweza kuyafanya kwa huu mwaka mzima, basi tuweze kuboresha wote kwa pamoja, sisi halmashauri ya mji Njombe, serikali na wananchi wote kwa pamoja, ili basi endelee kutekeleza miradi yetu na tuendelee kuijenga halmashauri ya mji Njombe wote kwa pamoja. Tumesogeza huduma zote Tunahitaji sana mje mpate huduma, mje mtoe maoni yenu, tunahitaji sana mtoe ushauri kwa watu wa kufanya biashara hapo halmashauri ya mji Njombe. Tunahitaji maoni yenu ili basi tuweze kudumisha hizi, tuboreshe zaidi kwa yetu tulioyafanya kwa mwaka mzima, ili tuweze kufanya vizuri zaidi kwa ushirikiano. Kwa wote niwaombe sana mkaribie hizi siku nne ziweze kuwa kwenu, najua ni wachapakazi, lakini mtenge mweze kufika hapa mweze kupata huduma kwa karibu, na wote watumishi tutaweza kuwahudumia kwa furaha na tutasikiza maoni yenu na tutaenda kuyafanyia kazi. Pia tunashukuru sana kwa Mheshimiwa Mbunge kwa ushirikiano mkubwa sana, Mheshimiwa wetu Mbunge Deo Mwanyika na Mheshimiwa madiwani ambao wamemaliza muda wao wa ukubwa sana wote kwa pamoja tumeshirikiana mpaka halmashauri yetu sasa tumeweza kupata mapato zaidi ya asilimia mia. Eh, tumeweza kufanikini. Yote hii ni ushirikiano mkubwa alionyesha Mheshimiwa Mbunge na heshima yetu madiwani wote kwa ujumla wakata zote zetu kumi na tatu na wote viti maalum tumeshirikiana wote kwa pamoja kufanikisha tuna halmashauri ya mji Njombe, tunatekeleza hiyo miradi lakini pia tunakusanya mapato zaidi ya asilimia mia, mia ambao tumeweza kufikia.